Watu wasiopungua 15 wamefariki dunia baada ya feri yenye abiria zaidi ya 350 na wafanyakazi wake kuzama kwenye maji ya pwani ya kusini mwa Ufilipino. Wafanyakazi wa uokoaji wamefanikiwa kuokoa watu 316 waliokuwa ndani ya meli ya MV Trisha, lakini watu 28 bado hawajulikani walipo. Harakati za uokoaji zinaendelea huku familia za abiria wakisubiri kwa wasiwasi taarifa zaidi. Rais wa Ufilipino Ferdinand Marcos ameonyesha huzuni kubwa na mshtuko kutokana na ajali hii iliyotokea hii leo Jumatatu, akisema kuwa serikali yake itahakikisha uchunguzi wa kina unafanywa ili kubaini chanzo cha kuzama kwa feri hiyo. Rais pia ameagiza mamlaka ya usafirishaji wa baharini na uokoaji kuhakikisha kuwa abiria waliosalama wanapewa msaada wa haraka ikiwa ni pamoja na huduma za kiafya na msaada wa kisaikolojia. Meli hiyo ilikuwa njiani kutoka kisiwa cha Mindanao kuelekea Jolo, kisiwa kilichoko kusini magharibi, wakati ilipopata tatizo na kuzama serikali imesema kuwa itachunguza hali ya meli, idadi halali ya abiria na hali ya hewa ili kubaini sababu kamili za ajali. Ufilipino, taifa lenye visiwa zaidi ya elfu saba mia moja, lina historia ndefu zaidi ya ajali za baharini zinazohusisha feri. Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, watu 28 walipoteza maisha baada ya kivuko cha abiria kushika moto, wakiwemo watoto watatu, miongoni mwao mtoto wa miezi sita. Tukio hili linaonyesha mara nyingine hatari zinazokabili usafirishaji wa baharini, huku mamlaka zikihimiza hatua madhubuti za usalama na ukaguzi wa meli kabla ya kuondoka bandarini. Waziri wa usafirishaji Ramon Jimenez amesema kuwa wataongeza uchunguzi wa meli zote za abiria na mizigo na kuimarisha masharti ya usalama ili kupunguza jali zinazoweza kutokea. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa haraka endapo wanaona meli zinazoweza kuwa hatari. Hadi sasa uokoaji unaendelea na viongozi wa serikali wametangaza kuwa watatoa taarifa rasmi za kila hatua ili kuhakikisha uwazi na kuhamasisha usalama katika usafirishaji wa baharini.